Nani akija kwako asemelio nilikuwa na mtu wangu anazitoa wapi? Mm -hmm. Yani, mtu navikoba unasijue, oya unasijue, finka una nini, kila kitu unacho na ikifika usiku unafikiria, una kesho mrejesho unapata vipi? Mm. Au hata kama unazo tayari lakini eh, kesho mrejesho ule ute unakuja kweli? Hapana. Lazima ha, hapana lazima <laughs> hisia zinakuwa zidi. Mm. Maana unawaza mambo mengi. Mengi. Yeah. Na na, na, mtu ambaye huna huna hisia naye utaanza kaja. Mm -mm. Eh? Hela. Mm, mm. Ute hata ha, akikupa hela hata hauji kweli, yaani una date na mtu unakutana mtu alafu anakupa anakupa hela ute hauji Utese si, utesis naeta kuna hisia. Mhm. Asa we ukishapata ukipata hisia sina maana umeridhika moyo wako. Ndio kwa hela? <laughs> Eh. Hmm. Mimi kama mtu nimpende. Hivi hivi. <laughs> Mhm. Siwezi. Sasa, unafanyaje sasa, mfano unakutana mtu ambaye hujampende lakini, ukakutana naye unafanyaji, un ili angalau <laughs> mm, usiumie <laughs> <sur> zaidi au uchubuka nini? Ah. Mhm. Mhm. Utamwanza tu mtu mwingine. <sharp> ili angalau <sharp> ute uje kwa hiyo ah, ili ute uje unafikiria mtu mwingine tofauti kwako, wewe kwa kwa mm. hasa ule nipo najua, ase ah, ah, mke wangu kawa naelewa leo na ute nini, kumbe <laughs> amna lolote ile aise mm. na mwanaume alijali anatakiwa aende mabao mangapi? kama tatu <laughs> matano ngapi? mm. <laughs> alikamlika kabisa n eh. matatu matano mm -hmm. na mmoja liwe kwa liwe dakika ngapi ngapi? dakika ndio sijui, ila muda uwe mrefu kidogo, kwenye dakika ishirini. la kwanza kwanza kwenye <laughs> la kwanza la ishirini nyingi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, la kwanza ngapi? Tano nafaa tano <laughs> We kawaida yako, yaani la kwanza wanafikia ngapi? Unajua kwa dakika mm. Si, mm. yani, ila la pili angalo inafika kwenye ngapi ngapi? Kikawaida kikawaida ujui, lakini nataka lifike, yaani litembee kabisa, lakini iwe tano mm hasa -hmm. Si utamkojeza ubongo ndugu yako huyo, sindolaa yenyewe. Sasa ndolaha ndolaa yenyewe kumtoa mtu ubongo <laughs> <laughs> <laughs> yani, hizo ndolaha zenyewe ili mtu eh, mwanamke mwanamke kweli sita akavumilia eh. eh. ah, kwa hiyo mwanamke akivumilia sita ni anaonekana ni ipo vizuri naye eh. si uchoki sasa eh. Sasa sio mwingine kimoja mtu kalala hapo eh kwa hiyo <laughs> wanawake wengine kimoja ashalala mm, yani, haelewi tena, kachoka. Uh. Okay. Sasa pale nyinyi mnasema sisi tukiwai tunazingua mm, na nyinyi mkiwai kumbe mnazingua mm. Yan, yani, nimekuja na nguvu yangu zote kabisa, nimeshaweka vitu huko. Wewe dakika mbili tatu umeshasinzia, umeshalala, una unaniachia mpira wa <laughs> <laughs> Kwa hiyo natakiwa hiyo ushirikiano basi. mm -hmm. Na kwenye lavu na kwenye tendo basi, nani huwa anafaidi kati ya mtu, kati ya mwanaume na mwanamke? Wote wote wote wanafaidi sawa. Eh, lakini naona kama mwanaume ndo wanazidi. Kivipi? Sindo wanafaidi sana? Naona kama nao wanafaidi sana kushinda hata sisi, kweli? mm -hmm. Kwa nini ndo nnavyoona ni aya. Yani unaonaje? Yani nini kinafanya uone kama wewe ndo una faida zaidi kuliko nyinyi? Maana mwanaume hmm. mm. anaweza akamwaga mm. mwanamke bado hujafika kileleni. Okay. mm. kwa hiyo akimwaga vile ye ana, ana enjoy yes, ndo ana enjoy yeah. Sasa mimi nakuwa nimeenjoy hivi, mimi si bado? Aah yeah. mm. Kumbe ndo maana watu wanafaidika sana zaidi wanaume mwanamke mwingine mm. analalamika hajawahi kufika kileleni. yeah. na mwanaume mwanaume wake unakuta anafika kileleni, lakini mwanamke haya hafiki aisee. haya bwana yeah. yeah. mm. ah, yeah. Nimekupata, nimekuelewa mm -hmm. na unafanya, unafanya biashara gani? mimi nauza batiki. Sasa sasa, tangaza hapo, maana unaweza ukapata adili hapa la batiki sasa hivi hapa, maana watu watu watu watakao kuangalia ni wengi zaidi kuliko ulivyotegemea. mm. inaweza kufika hata milioni hiyo, unajua. Ehe, unaweza. nauza batiki, magauni ya kisasa, batiki za kushona. Okay. mm. na ile kukupata, wanakupata wapi? na nipata Instagram mhm <tipu> kwa jina gani? natumia official jenny tz. <tipu> Okay. mhm TikTok mm -hmm. haupo TikTok mm, yeah. um, okay. <laughs> Sa, wakisema uh -huh. mm. wakucheki kwenye namba ya simu wanakupata, ye, kwenye namba ya simu wananipata, wanakupata, ipo hapo kwenye, kwenye, yeah, kwenye namba ya simu ni sufuri saba themanini mm -hmm. na nne themanini mm -hmm. na sita mm -hmm. sabini na moja themanini mm -hmm. na moja mwisho themanini na moja mwisho. Hebu rudia, sifuri saba themanini na hmm, nne themanini na hmm, sita sabini na moja, themanini na moja na, nauza na vikuku wewe, na shanga za kiunoni hapo, um. Sasa umetua <laughs> <yu> <laughs> kumbe, mm. unauza na vikuku mm. natengeneza mwenyewe mwenyewe, eh kama hivi yewe, kama hii nimeidesign mwenyewe sasa hawaoni sasa, sijui sio watafanya jili waone, mm. mm. na mani. Mm. Eh. Vikuku eh, shanga, na shanga za kiunoni, za kuongeza udambwe. Eh, nazina maneno. Sasa tuanzie hapo. Wanaweka maneno gani kwenye shanga? Kama hivi pia ayatajitajia hapo. Ili pengine mtu anaeza mtu anaeza kaona, "M, napenda ile neno ile. Naomba niwekee ile. Aa hapo yeah, ndio biashara inaenda. Kuna shanga nyingine naweza nikatengeneza, naandika pale mm, mboo yako tamu ninyonye kisimi hivyo mm. maneno yapo mengi kweli mm. as yeah. Ukinicheki nakutengenezea ukitaka, na man, maneno yako unanitumia, nakutengenezea hivyo yeah. mm. okay. k mm. Yeye yeah, ni kumbe ah see kumbe yani kumbe huu mundani yani yani una vitu vingi, alafu umekatukimia hata sasa. <coughs> kwa hasa kwa nini tulivyoongea kuhusu maneno ya kufusu, ili, ili, ili, shanga pale yani kuhusu ile ile maji ya shanga pale hujaangizia hiyo. <coughs> eh <tos> wakati ndio <coughs> ilikuwa sehemu yake ile mm, eh kweli eh, kwa hiyo mtu mtu akitaka umu umutengeneze shanga ambazo zina hayo zina maneno fresh tu yani. Namtengenezea kwa bei nafuu au bei kubwa. Hamna, elfu kumi tu anapata shanga iliyodisainiwa mm. Shanga iliyodisainiwa kila kitu. Kila kitu. Umesikia? Mm. <laughs> <laughs> <laughs> vitu kama hivyo ndio huwa vina vinasisimua. Mm. Unajua mwanamume bwana ni kama mtoto mdogo tu. Eh. Yaani kitu kidogo tu kimfanyia eti tayari kisha msisimua, nakwambia aa, yaani mke wangu bwana, acha kwa leo nikawa zangu nyumbani, pengine naweza nikaambulia chochote kitu. Kuliko kaba. Eh. Kuna watu wengine wanakaa, si kwamba anakaa anaangalia aa, nyumbani kwenye pa moto mwanamke wenyewe mkorofi ule, nikifika tu nikifika kama vita ya Ukraine huko anasema mm. Ah, subiri nikaweza kwa nivute muda kwanza angalau hapa baba, hapa ni tuli na shukaji na anavizia, au amelala kabisa amechoka, ndo anaingia hapa pale wa usiku umepita hivyo. Lakini siku moja akija, una una una vaa shanga yako hiyo ambayo ina maneno nini muda mdamu nini fresh, yani hatari Eh, hey, wengine wakiona tu anaipenda. Eh. Hey, uh, hapo hey. Kweli. Mm. Na wewe mwenyewe unapendelewa kunyonya kisimu. Abe? wewe mwenyewe unapendelea mtu akikunyonya kisimu kisima. Na napenda. Mhm. Na mtu aki aki akifanya nawe bila kukukunyonya hapo, ujasikia raha zaidi. Au mwenyewe, au mwenyewe unamwambia bibi nomba leo unanyonya. Amna, yeye mwenyewe. Mwenyewe. Mhm. Na asipofanya hivyo amna sasa tafanya vitu vingine yani sio kile mambo yanabadilika yani. lakini hicho pia ni sehemu kubwa ya vitu ambavyo wewe vimeku vinafanya una enjoy zaidi eh na kingine cha upande wa chini kuacha juu kipi kingine mm -hmm. mimi tu mm kweli ndio ndio hicho tu kuna mtu kasema jamani mimi mtu wangu akiwa anani anani yani akiwa ananyonya akiwa ananyonya kimembe huko ana, huku anani, huku ananishika nyuma kwenye ile tundu la ile tundu la kaliole. Sio sio afanye, lakini pale eti huwa pana raha nyingine. Nyingine wengine wanapenda eh. Uh, wengine wanapenda na wanaona raha. Ah, wewe hapana. <laughs> <laughs> Mtu hajawahi siku moja yupo na wewe anapiga afu katereza huko tayari? Ah, hapana, haijawahi. <laughs> Nikitokea unafanyaje? Mm, Naye, kitu hapana. Eh. Mm. Eh? Hiyo kitu. Akitojitokeza hata kwa bahati mbaya. Nipo makini sana. Kweli? Mm. Ah, sasa kuna ile style dog kuna kwa ile style ya dog style hiyo. Haiwezi kukosea. Eh? Yeah. Haiwezi kukosea. Eh. Yeah. Mm. Ah. Sasa, unajua stali, dog style kwa nini wanawake wengi wawapendi, kwa nini? Kwa nini wengi ambao hawampendi dog dog style? Kwanza unajua okay, kwanza ukikaa kwa muda mrefu unaumia, unajua kweli. Mm, naumia maana ile unatakiwa pa, pa bend kabisa, yani inakuwa inachosha mapema okay. Ndio maana hamwipendi, sio kwa sababu wengi wachafu, itaonekana kama nyuma pana rangi um, mbili. Mm, tofauti inachosha, inachosha. Haya tunamalizia hapo, isalo moja na dakika ishirini na moja imetutosha kupata kontenti nzuri zaidi. Sawa sana, furesi na kupata muda wako na isiwe mwisho. Napenda tu tu la unakuja hata kila wiki, yani kila after one week unakuja tunafanya mwenyewe, nitafurahi.